Hasa akiwa amenilalia juu, amenitoa nguo zote. Mtazamaji, hebu tafakari kisa cha baba mzazi kumruhusu mtu kumbaka mwanawe chini ya paa la nyumba yake. Ndiyo masaibu yake msichana huyu. Babake mzazi mwenye jukumu la kumlinda, anadaiwa kuruhusu kitendo hicho pale mhubiri mmoja, rafikiye babake, aliporuhusiwa kulala chumba kimoja na msichana huyu. Babangu aliniambia nichukue ushenza kiti niyake hapo bedroom nilale, akaniambia ni, ni zimestima. Mamake msichana huyu anasemekana kutalakiana na babake, huku babake akimchukua mke mwingine ambaye wanasemekana kukubaliana kumtoa mwanao kuwa chombo cha ngono kwa mhubiri huyo. Alikuja akilia na sister yake, sasa akanielezea venye huyo huyo pastor alimfanyia na venye sasa wazazi wamemwambia huyu msichana wetu ni kama aliuzwa na wazazi wake. Kozi uwezi achilia msichana alale sitting room na mutu mwanaume kwa jina pasta. Mhubiri huyo amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Mlolongo, huku msichana akiendelea kupokea matibabu. Damaris Kitavi, KTN leo.